Mojawapo ya rais wa Marekani alishaye kusema, kwa kuwa mimi nimepata urais, wewe kama raia wa Marekani usiniulize mimi nitakufanyia nini. Yani mimi nimepata urais, nitafanya nini? Jiulize wewe mwananchi wa Marekani, utaifanyia nini Marekani katika, katika, katika kipindi changu na kuendelea. Nimeanza na msemo huo leo, nataka nizungumzie kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Unajua elfu mbili na ishirini na tano kuna masuala ya uchaguzi yanakuja, kuna kampeni zitaendelea, vyama mbalimbali vya siasa vitakuwepo, lakini nazungumzia na saha za uchaguzi na haki za mtu ambaye anatakiwa kufanya uchaguzi na wajibu wa mtu ambaye anatakiwa kwenda kufanya uchaguzi kujiunga katika hatua hiyo ya uchaguzi. Tanzania kwa bahati nzuri imeingia katika mfumo wa vyama vingi tangu 92 huko, 95 ikafanyika uchaguzi wa kwanza mfumo wa vyama vingi, na mpaka leo tunaendelea na mfumo wa vyama vingi. Ashukuriwe Mungu kwa kuwa demokrasia ipo, japokuwa demokrasia hii kuna baadhi ya wachache au miongoni mwetu tunaona kama haipo, lakini ipo kabisa. Nami nasema ipo, lakini watu wanaosema demokrasi haipo wao ndo watu ambaye wanataka wao wawe kwenye madaraka bila kupitia njia ya halali, ndio maana wanasema hivyo, lakini demokrasi Tanzania ipo. Ni multi-party system, system ipo kabisa, isipokuwa kila chama kipambana kipata wafuasi wengi na sio kupambania mtu fulani. Karibu katika, katika uchaguzi wake toa sera yako, sera yako ikubalike. Ya kuna vitu vya kufanya kabla ya uchaguzi. Kwanza, wananchi watakiwa wajiandikisha katika daftari la kudumu na wapiga kura. Pili, wananchi watakiwa wapate vitambulisho vya kupiga kura. Hiyo kiserikali haina shida. Hayo ni matukio ambayo anayafanya kila baada, kila baada ya miaka ya uchaguzi wanayafanya. Bahati nzuri Tanzania katika ishu hiyo sio yani, sio kesi kubwa. Vitambulisho watu wanapata bila wasiwasi, ingawa kuna sehemu nyingine watu wanachelewa kupaka furani ya muda mrefu, lakini hizo ni changamoto ambazo sio sisi. Kila nchi kuna baadhi ya vitu lazima, lazima kuwa na changamoto yani, sio sisi. Yani, sisi changamoto hizi tusione kama kama tusione kama nchi hii peke yake. Yako nchi nyingi sana kuna baadhi itakavyokuwa vizuri katika njia yoyote, lakini kuna baadhi ya vitu itaanza kuwa changamoto na kondogo. Usione katali hiyo nchi ya kitajiri duniani, katali nchi ya kitajiri duniani, yani familia ikiwa haina kazi yote wanacheka haina kahana kazi inapokea si chini ya dola mia kwa mwezi, kila familia kujikimu na maisha lakini pia ina changamoto zake. Unahisi unahisi haitakuwa na changamoto? Hata tajiri ana changamoto, hata tajiri ana mitihani. Kwa hiyo changamoto nyingine hizo kawaida. Kwa maana hiyo, kuhusiana na issue ya daftari ya kudumu ya kupiga kura, huo ni wajibu wa raia kwenda kujiandikisha, na kwenda kule kukuta viongozi wanasimamia ile zoezi yaani watu maalum ambao wamewekwa kwa ajili ya kusimamia ile zoezi wewe kujiandikisha ile daftari mpaka kuondoka na kwenda kule kukuta watu ambao wanakupiga picha wewe na kuchukua maelezo yako wewe mpaka nakupa kitambulisho kupiga kula. Hii huo ni wajibu wa serikali. Wajibu wako wewe kwenda pale, uwe na maelezo sahihi: natoka sehemu fulani, kijiji fulani, nyumba na fulani, mtaa fulani, kiongozi wangu fulani, alafu sema kitu ambacho unakitaka pale, watakunyima Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili kwa katika msimu wa uchaguzi utakuja hatua ya kampeni. Kwa bahati nzuri na mbaya kidogo, katika, katika wakati wa kampeni, kwanza kuna mafungu yanatoka kila chama ambacho kilichosajiliwa kiserikali, kina fungu la uchaguzi na hiyo inafahamu, hata serikali yenyewe inafahamu, na sio sisi, hata nchi nyingine. Kila chama ambacho kinachotumia kiserikali kinafungula kutokana na siti ambazo zinazomiliki bungeni, kutokana na idadi ya wanachama, kutokana na maendeleo ya wanachama, kutokana na ukubwa ukubwa wa chama. Sasa usifosi upate chama chama A kinatakiwa kipate milioni 30 na wewe utakaopata milioni 1 unasema bana ndogo, ujitathmini kwa nini umepata milioni 1. Wakishapata wanapewa muda maalum wa nini, wa kutangaza sera zao. Kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya vyama vinajitoa ufahamu, kabla muda bado watu wanaenda kufanya kampeni, wakikatazwa, basi wanaleta maandamano. Hiyo shida inaonekana kama serikali wanawaonea, lakini hamna, hiyo sio halali. Fuata sheria. Unataka kufanya maandamano, omba kibali. Umekataliwa, usiandamane Fungua kesi, kwa nini umekataliwa? Hiyo ndio sheria, lakini ukibisha kuandamana, make umekeuka matakwa na sheria za serikali. Kwa maana hiyo, wakati wa kampeni, kila kichama kina jinadi. Hasa hapo tunakuja kwenye demokrasia yenyewe, tunakuja kwenye politics yenyewe Utamjua kiongozi huu, mtu wa politics wa siasa, kiongozi huu anaweza katekeleza kikitu, unaweza mm? Ukaahidiwa ndo kama fusaji anasema ameahidi mabomba ya maziwa alafu unasema ndio, mzee apewe huyo. Unaona kweli ataleta mabomba ya maziwa mm? kati mwenyewe maziwa ananunua. <laughs> Kipindi hiki ndio kipindi muhimu sana kwa wananchi, kipindi muhimu sana kwa watu ambaye wane, wanae wanaeomba sera zile wane, wanaomba kula, ndio kipindi muhimu sana kwa wagombea. Yaani, hakuna kipindi ambacho wagombea wanapata shida sana ndio kipindi hiki. Unakuta mtu kapata uchaguzi uliopita wa ubunge alafu katika kijiji fulani hajaenda mpaka katika kipindi hiki kinafika, hapo ndo unaona mwaka huu unaanza, kaanza kupeleka jezi, kaanza kuanzisha mashindano. So anapenda hapana, zile gharama atakazilipa kwenye uchaguzi. Kwa nini kila siku kusiwe na masumbuko? Kapo kijiko, kapo mheshimiwa mbunge kijiko, kapo mheshimiwa mbunge kibakuli kapo, lakini wanasubiri kichama. Tena hiki chama tutaona jezi nyingi, mipira mingi, vikundi vikundi tofauti vya kuita uita hivi, semina semina za pesa ndogo ndogo hizi. Ah, ukikosa makao ujue huna, unagundwa unagundwa. Ukikosa makao ya uchaguzi, ukikosa makao ujue una unagundwa, yaani makao ya uchaguzi ujue na matatizo, kwa sababu utakosubiri tena. Kwa hiyo hii ndio kipindi muhimu sana, sana kwa wagombea na kwa hiki kipindi muhimu kwa wagombea cha kampeni. Alafu kuna kuja kipindi muhimu cha wapigaji kula, lakini mpigaji kula ili apige kula kwa ufasaha apige kula kwa utamu zaidi, atende katika kipindi hiki cha wagombea. Yaani, kuna mtu huyo kama mbunge misimu mitatu, kila msimu sera yake hiyo moja hajai kuitimiza, lakini kila msimu anaeta hiyo sera moja anataetea kitu fulani misimu mitatu kwa bahati nzuri sasa hivi bungeni kule utawala sasa hivi serikalini bungeni wanahimizwa wabunge wengi waongee, lakini zamani mbunge anaweza vikawa bunge vivyo vinaweza kamaliza mwezi. E, ndio mkuu ndio hivi. Sasa hivi kila mbunge anaongea kwa wakati. Nchi sasa hivi inaendelea. Mtu anakataa mchi haendelee ujana matatizo, yaani matatizo yake binafsi. Nchi inaendelea, ukiangalia Dar es Salaam ya 2001 tofauti na, na sasa hivi Dodoma sasa hivi, angalia mji wa Mtumba, mji wa serikali. Mbogu Free City Mtumba Kiyana, ukienda upo Daki, upo Dodoma. Makosa makosa madogo madogo serikali ah, utasema hapa upo. Kuna shule ngapi sasa hivi zinajengwa maji sehemu ngapi sasa hivi anapelekwa umeme. Unataka mpaka uambiwe ubebe kichani nenda kasome? Unataka mpaka uambiwe bwana, ubebe kichani kachukue kanunue friji uanzishe mtaji wa, wa, wa wa aiskrimu uambiwe hivyo? Turudi kwenye uchaguzi. Kwa hiyo, kwenye kipindi cha kampeni ndio kipindi muhimu sana, ndio kipindi wakati wa kampeni ndio wakati ambao wagombea wanajina, wanajinadi kwa sera zao, kutokana na mapungufu na vitu ambavyo wanaviona vinahitaji kutekelezwa baada ya kupewa wao kula za kutoka kwa wananchi ndani ya msimu unaokuja. Una kipindi hiki, ndio kipindi ambacho unajua maswali unaweza kumuuliza maswali muhimu ambayo unaweza ukauliza kutokana kwa mgombea, aidha mbunge, diwani au rais. Swali muhimu unaweza kumchaiha, swali dogo tu, wewe unaiona Tanzania yetu hii miaka wa elfu mbili na hamsini au mwaka wa elfu mbili na thelathini ndani ya miaka mitano hii, unaiona wapi? Pili, umegundua katika kijiji chetu au katika mtaa wetu au katika jimbo letu hili, umeona kuna mapungufu gani? Kuna vitu gani utakao uongeze? Muulize tu maswai kama hayo, masai muhimu. Lakini mda mwingine hawa wachaguzi tuseme ukweli tu. Mimi ni mtu ambaye moja wapo nimetoka kijijini huko, ni moja kwa town ingawa, ambapo nilipotoka sio kijiji kivile. Lakini tuseme tu kweli, mda mwingine hawa wagombea hawa wanakuja na watu wao special. Tunasema kuna wengine wapambe, wapambe nuksi, nuksi kweli. Mpambe anasema ndio, hata kama sio sahihi, ndio, ndio basi, nyananchi nasema apewe. tunazo wananchi wengine wana elimu kidogo, basi wanashangilia, shule imeisha. lakini lakiniatoka utafakari, huyu kuna mapungufu gani? Umeona sisi wananchi wako watafaidika na nini? t, kwa kuwepo wewe madarakani, kwako mwana fulani huyo mtoto fulani huyo apate, apo ndo unatengeneza matipatisi, simu inakuwa mfumo tu upa lakini Wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap. Na sio multipartisism haina maanishi, sio kila mwaka uwe na chama kingine. Aha, chama kilichokuwepo kinatekeleza sera, kimeshinda kihalali, shughuli imeisha. Tukitoka hapo tunakuja wakati wa uchaguzi, kwa sababu wakati wa kampeni na wakati wa uchaguzi serikali lazima, lazima itangaze tarehe hizo zote, mwanzo wa kampeni hadi mwisho wa kampeni, lazima itangaze mwananchi. Na wewe mwananchi, unataka kubadili rushwa ili uchague kiongozi asiye kuwa sahihi, huo ujinga wako na unakuonekana, unapokea rushwa, ukikamatwa unastahili kufunga sababu, huna maana. Wewe ni mmoja hapa ambaye unaweza kurudisha maendeleo nyuma ya taifa letu na na ukaleta sifa mbaya katika tarifa, taifa letu katika nyanja za kimataifa kwa sababu unaweza anaweza akapatikana kiongozi asiyokuwa sahihi akafanya, akafanya madudu tukapata sifa mbaya tukairudisha Tanzania mwanzo kabisa kabla ya ya uhuru. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tuviangalie, tu, tuviepuke. Tunakuja wakati wa uchaguzi wenyewe. Huu ni wakati wa uchaguzi, ni wakati wa kusikilizia wale wagombea kwa yale ambayo waliwapeleka kwa zile sera ambazo walizipeleka katika majimbo yao katika sehemu zao za shahia au kata. Je, yeah, wananchi wamezipata kiasi gani? wamekubali kweli zitatekelezeka? Ndio utaona wakati huu, na wakati huu ndo wakati ambao wananchi wengi hasa Tanzania tuna feli Tanzania katika sasa mwaka 2022 kitu kama hicho sikosei, 70 million moja, lakini jiulize, je kuna watu hao zaidi ya milioni sabini watu waliojiandikisha kupiga kula ni milioni 30 au milioni 45, eh? watu wanaopiga kula milioni ishirini rais anayepatikana anapatikana kwa watu milioni kumi na tano au milioni kumi, milioni kumi nyingine ndio wanagawana vyama vingine. Unavyohisi, rais kapatikana kihalali? Mimi kinaniambia rais kapatikana kihalali. Yes, sikatai, rais sasa kapatikana kihalali, lakini sisi wenye wananchi tumerudi nyuma, tumekeuka haketu hake, hake, haki yetu ya msingi. Tumekubali rais ambaye alichaguliwa na watu milioni 10 au milioni sabini ambaye kuna baadhi ya nchi hio haikubali. Yani rais ili, up, lai, ili upate urais, kuna baadhi ya nchi wananchi zaidi ya asilimia hamsini na moja ya watu wote ambao wanastahili kupiga kula, au ya wananchi wote ambao over 18 years, zaidi ya umri wa 18, wakiondolea gubu la watoto. Kwa hiyo wale ambao wanaefahamu wanajifahamu ukipita nusu ya watu wao wa nchi nzima, ndio unahusika kuwa rais. Sisi kwa lakini, nchi yetu rais ni yule ambaye anayepata kura nyingi kati ya kura ambazo, ukilinganisha na watu, na ukilinganisha na wagombea wengine. Kwa maana hiyo sisi, wakati ndio wakati ambao wananchi wengi tunatakiwa tuatendi ipasavyo katika sehemu za kupiga kura. Umeshajiandikisha, umesha kula mbuzi mzima umebakisha sehemu ndogo tu, unasema eti o, unamrudia kesho. Chelewa chelewa, ukichelewa chelewa uki nakuta mwana si wako kesho, nakuta kaoza. Ukibakisha haki yako hiyo ya msingi, naenda kapiga kura, rudi nyumbani, sikiza matokeo. Lakini ukienda kupiga kura ukileta fujo, hiyo sio sahihi na wale wagombea wanasikiliza matokeo. Mgombea na sheria hiyo ipo, ipo wazi, mgombea yoyote atakayejiona yeye kashinda kabla ya matokeo, kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo, huyo atakuwa batili, uchaguzi huo atakuwa batili. Na tena naweza inawezekana ikaenda mbali mpaka uchaguzi ukarudiwa, ukau. Hata kama wewe chama pinzani ukishashtuka kwamba u umeshinda, haki imesikilizia, lakini sisi tunapoferi hapo tu tunatangaza kama mimi nimepata, hata kama sipo tangaza kama nimepata hii, wewe umeona wapi bwana? Ukajua wewe kula zako zime, zimefika wewe kupata ubunge katika jimbo lako, hali ya kuwa wewe sio mtu wa tume ya uchaguzi. Wewe una wasimamizi wako ambao wanaenda kusimamia kwamba uchaguzi, ni kula zisabiki kwa haki, una una wakija wenyewe, nakwambia wewe umeshindwa, wewe unajitangaza unasema unapiga kula wengi, na hiki kipindi ndio kipindi ambacho nchi inatakiwa iwe makini sana. Wajibu kwa nchi, wajibu kwa nchi. Hiki kipindi nchi, nchi, nchi, nchi inatakiwa iwe makini sana, ndo kipi, kile kipindi ambacho wananchi wapo, tunasema kwenye jimbo wapo, wapo mia nne lakini aliyopita kapita kwa kula mia saba Je, kula nyingine zitoka wapi? Hiyo siri yako. Baada ya hapo kama mbunge kula zitesabiwa chini ya tume ya uchaguzi, National Electric National Electoral Commission, tume ya uchaguzi ya taifa NEC. Kwa Tanzania hapa NEC, National Electoral Commission, wao wanatangaza, wana kutokana uchaguzi huu jimbo la maweni aliyopita bwana Sinia Harage kwa kula sabini akiwazidi wenzake kwa kula hizi, wenzake wapata kula hizi, matangazo yote yanabandikwa. Ni haki na wajibu kwetu sisi kukubaliana na tume ya uchaguzi, kwa sababu mpaka ipo kati ya kusimamia haki hiyo, make tumeiamini. Baada ya hapo, kila jimbo Tanzania nzima inachukuliwa hesabu zake kula za rais. Baada ya kukamilika inapewa inapewa kama siku tano siku nne, uchaguzi unafanya uhakiki wa uhesabu unafanyika, rais anatangazwa hapo. Kutoka hapo vitu vyote vimefungwa kuhusiana na mambo ya uchaguzi. Tena unafuta hapo ina sikuchagua, si kampisi si kwenda kupiga kura ime, hapo imeisha, masuala yapo, kwa hiyo masuala uchaguzi hapo yabakia kutangazwa kwa rais. Akishatangazwa akishapishwa wakishapishwa bunge, wote sahau yote yaliyopita. Forget about campaign. Forget about election, election process sahau hapo, naenda na jibu moja tu, taswira mpya ya Tanzania kutoka kwa viongozi wote ambao waliochaguliwa, tutaiona Tanzania yetu ipoje. Tumwombe Mwenyezi Mungu, tuwabariki Mwenyezi Mungu, aongoze kutokana na sera zao walizozitangaza so. Basi waende sawa na, wa. Kama walivyosema, tofauti na hapo, miaka inayokuja mitatu tunapiga chini. Hiyo haki yetu, na haki yetu kusikia kero zetu sisi wananchi, kutufikisha bungeni, kuzifikisha bungeni kero zetu sisi wananchi, haki yetu rais kuzisikiliza. Kwa baada hapo, akishatangaza rais basi uchaguzi unakuomeshwa kwa amani na tu ni waase tu wapinzani wa chama tawala, kutoka mda huo, chama ambacho tutangaza kimeshinda, watakuwa wengi sana, lakini tukubaliane na uchaguzi wa haki na uchaguzi kupita kwa haki, hiyo ni kazi ya serikali, na niombe tu serikali yetu, kama serikali yetu Tanzania, niuombe tu uchaguzi wa msimu huu wa 2025 uwe uchaguzi wa haki uchaguzi wenye kusimamia sera, uchaguzi wenye kusimamia sheria zote za uchaguzi, watu uchaguzi wa kutoruhusu watu kupiga kura mara mbili, manake hizo haijathibitika, sisema imethibitika, lakini sikendoa watu wengine wanaweza, tusiruhusu watu kuwa na mambo mengi baada ya uchaguzi, na watu kutokuwa na mambo mengi baada ya uchaguzi ni kufanyika uchaguzi wa watu kuwa na, moja wapo mimi kuhusifu uchaguzi ambao ulikuwa hauna shida yoyote asilimia kubwa sana, uchaguzi wa 2020 kwa kweli uongo zambi, lakini 2020, uchaguzi ambao uchaguzi light sehemu nyingi sana, mtu asipo mtu pika, pika changamoto za uchaguzi hazikosekani kila aina ah, lakini 2020 ule jamaa mheshimiwa president Mwenyezi Mungu amba amrehemu aliko alikamilisha sehemu nyingi sana, na tunaomba uongozi ujao uwe kama hivyo, na tunaomba uchaguzi huu uwe kama hivyo. Lakini alifanya kampeni light katika muda sahihi, katika sera sahihi, na inafika kipindi mpaka madaraka hakumlevi anakuwa hapa madaraka mpaka viongozi wa mapinzani sasa baada ya kuwapa madaraka wao wenyewe viongozi wao vya wapinzani, ndio wakaanza, au tunamtoa kwenye chama. Yaani sasa huu tunasema ubinafsi uliopo ndani ya vyama vyao wenyewe. Ona Mungu atupe nini, lakini Mwenyezi Mungu huaga alivyo, anamtoa anamchukua, na anamchukua anayemtaka, na anakupa zawadi chochote anayetaka yeye. Ndio anachukua yeye, ndio anayetoa hakosei. Nimesikitika sana tu kwa muda ambaye muda ule ambaye Mwenyezi Mungu kwa bahati kwa ba, nzuri imefika wakati wake kumchukua, amemchukua, ambaye sisi tunasema bahati mbaya. Kwa Mwenyezi Mungu anasema, mtu analia mpaka anaangua kwenye jeneza, mtu analia, tumuombe msamaha Mwenyezi Mungu hana shida Mwenyezi Mungu hana shida. Utetezi wake yeye aliofanya mwingi wa wanyonge, mpaka baadhi ya wasanii wameongea maneno mabaya sana. Anapenda mwanadamu ambaye anaomba msamaha, anam anamsamehe wakati huo asiokitakae kurudia makosa kila mara kwa mara. Na ukiomba msamaha ukisamehewa ukirudia kosa, basi ile ile kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi. Kwa leo inatosha, niwasihi Watanzania wenzangu tujitokeze muda wa kampeni kusikiliza kusikiliza sera za, sera za wagombea, pia tupige kura tu, ili kupata viongozi sahihi, kwa sababu tukikaa nyumbani uona sema mimi siendi, kiongozi kishapatikana. Ah, kiongozi atakuwa tu wa chama fulani mkikawa tu milioni thelathini, wote mngeenda, sisi ule kiongozi mnatakaye nyinyi atakuwa kishapata, angeshapata urais. Lakini wote nyinyi mnasema hivyo, mmekaa nyumbani, hamjaenda kupiga kura, hiyo inakuwa shida. Mkiongozi ambaye mnataka nyinyi atakuwa, haiwezekani kupata. Kwa leo inatosha, lakini nilikuwa na, tuliombee taifa letu, uchaguzi upite kwa amani, sina kampeni zipite kwa amani, usiwe na vurugu ingawa watu wapo, yani kuna watu wapo, yani wao asili yao ni vurugu. Hata ukifanya design yote, watu wakatoa kampeni, asili yao ni vurugu. Kwa leo inatosha, Mwenyezi Mungu atujalie. Ni ukumbushi tu, mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya maisha. Safari, safari ya uchaguzi, safari ya kupata kiongozi bora, ni moja wapo ya safari iliyopo katika maisha ya chaneli hii na ndo maana leo nimeamua kuielezea. Usahau tu kusubscribe comment, pia share, waambie marafiki zako, bwana, kuna channel inaelezea vitu mbalimbali vinavyohusiana na miguso hiyo, toa miguso katika jamii mwangaza, vinavyotoa elimu. Na pia wewe kama kuna kitu chako chochote ambacho unataka kuielezea, unahisi kizuri, kina maisha, kinaelezea maisha kwa uzuri, usikose kunitafuta. Mimi naitwa Asha Muislam, na pia katika mitandao ya kijamii ya Asham, Facebook Asham TZ, Instagram Asham TZ Tiktok wa Sham TZ, we nitumie sms Instagram bana, kutokana na channel yenu ya maisha safari, na natamani kushare na nyie kuhusiana na jambo fulani, tafuta sehemu, naweza kukutafuta. sehemu yoyote tunaweza kufanya interview, haijalishi n interview ya kuelimisha, haihitaji maeneo, si useme eneo silivutia, si nini, haihitaji hivyo. Baibai, bye bye, kwa leo inatosha.